Na mke wangu wa njoni kubusu. Nataka taraka. Nikwambiaje, nataka talaka yangu. Mabusu ya nini? Nakwambiaje, sioni thamani ya kuishi na mwanaume ambaye mbele za watu anakusema kama mtoto mdogo. Naomba talaka yangu. <laughs> Kila siku nalalamika, kila siku nalalamika kwamba tumpate mtoto mwingine Kisamvu kashakuwa mkubwa mpaka kaoa, tumpate mtoto mwingine? Jana saa moja umelala na kuamsha au wamke, unafikiri mtoto mwingine tutampataje? Mke wangu, ifike mahala hayo mambo tuachane nayo. Tumekosa mtoto mdogo wake na kisamvu toka enzi hizo, eti tuje kumpata sai? Tumezeeka eh? kweli mm. Vipi sasa, mke wangu, vipi? umepika chai hmm. Hivi wewe unanichukuliaje mimi, unanichukuliaje mimi, uzembe ni wako. saa eh, moja unalala ukiamsha, hao haamki. hivi huyu mtoto nampataje? Haiwezekani mimi niwe na mtoto mmoja katika dunia hii, sawa eh? hmm. Baba anapigwa makofi, baba anapigwa makofi na mama, nimeona live. hapa hapa nilipojibanza. Mme wangu ni wewe kweli ama sio wewe? Samani samani kwa maneno machafu hatimaye mabakuli yamejaa, umeletea hii TV tunaiangalia, tuna, tuna sofa tumekalia. Samani sana, hilo ndio jukumu langu mimi kama mumeo. Utakula utavaa, ila yale maneno ya kejeli siyataki, siyataki kabisa, kwa sababu mumeo unapambana sana. Mwanangu, hebu niambie, kwani uliona chochote pale? Ndio, nimeona kwamba mama kainua mkono wake kwa kuchapa kofi. na hujafana chochote baba, hujafana chochote baba. Ah, inauma ah mzee, mi bona niulize zangu nyumbani tu. No mwanangu, hebu tulizana, hebu unaambie kimekuleta nini hapa? ah, yaani. Unanyoa nini dingi? Bana wewe ulinishauri. Nakumbuka alivyomfokea mke wangu? Nilimfokea kupita kiasi, kajisikia vibaya. Sasa naenda nyumbani anadai talaka. Na ndio maana nikasema kwa kweli alinishauri mimi nimfokee. Akaniambia nishakuwa mwanaume. Sasa niende kwake tena nimuulize kwamba nikatoe talaka ama nisitoe talaka. Ila kwa hichi kitendo ambacho nimekukuta hapa, aa, a a kutoa talaka haiwezekani. Iwe ni mwanaume au na matatizo. Mwanaume ama una matatizo? Hivi mwanamke, nimekwambia mara ngapi? Sio, si wa kumsujudia. Nakwambiaje, nenda nyumbani kwako na ukampe talaka haraka sana. Wewe mkeo, baba, kama talaka ungetoa wewe kwa mkeo ambaye amekupiga makofi mbele yangu.